Tendo hili linafanyikia nyumbani kwa Mutemi na Marekia wama sebuleni, wakimpa mwanao Masi na saha ambaye anajiunga na chuo kikuu cha Chuka siku ambayo ingefuata. Mutemi: mwanangu, kama unavyofahamu, kesho asubuhi na mapema tunatakiwa kufunga safari kuelekea chuo ni kwa ajili ya usajili wao. Elatina, yu. Yu. Mas, masi, umejipanga vipi? Ni mazingira mapya ujue. Baba, niko tayari kwenda kwa mama na kutembea kwa mama kusimama. Na kama unanifahamu, mimi ndiye nikuwa mkubwa wa familia yako. Na hiyo basi inanifaa kwa kielelezo chema kwa ndugu zangu, isitoshe pia marafiki yako kwa kweli. Mwanangu, yasemaye nitakupenda. Usi, ukienda tuone sisahau kutoka.

maana na hivyo kule chuoni, na jambo chagua marafiki wazuri right, ambao watakukuza wewe, ni mara sio mbaya. Tunajua siku zote mtanongana na muuza marashi, acha kunuka marashi. Mama anatusikiliza na nimependa kukushukuru <coughs> leo <coughs> nitakuwa <coughs> dua <coughs> tu <coughs> kwa Maulana hakulinda na hekima. Amina baba.

na wewe ni mtu mzima. Masomo huo unaenda kutafuta kule shule yatakufaa wewe na familia yako siku za usoni. Na pia inaweza kufaa sisi jambo kwa kiasi kidogo tu. Na nifahamu fahamu. Na pia usikuse mwiba wa kujitunga hauna <laughs> kilio na msiba wa kujitakia hauadhiri pole. Kwa maana wewe ni msomi, utaanza kufanya mwiba hilo. Kwa maana nafahamu ni kisa cha kusimulia. Mama asema baba ni kitu cha kuchana. Ndio asema ni ya kweli, ila nataka kukuonesha kidogo ya mesha pita kotelea. Mama ha mama, kwa nini kidogo? Ni kwa sababu ukimwona nani mzee ndio akapata kuonesha na siku yake ya kupindikapo miji yake isizokelezi kutereza

mwaka wangu wa pili, nikaelekea nyumbani, lakini nilipofika kule wazazi wangu walinikataa kusema kwamba nimeaibisha familia yetu, na wakasema kwamba nirudi, hivyo nikalazimika kurudi, tukaelea nyumba yako pamoja kule chuoni. Nimepitia changamoto nyingi, asingetaka kukumbe hayo mama. Pole sana, ningetamani sana ni niandikie vyote kwa